Habari zenu, karibuni darasani. Hii ni jeli kali, lakini pembeni niliisuka style. Rasta yake ni hivi. Kwa style ambayo mimi nimesuka, nitaigawa mara mbili, lakini kama utataka nywele yako iwe ndefu, inamaanisha kwamba hii nywele yako utaisuka hivyo, hivyo, bila kuigawa. Baada hapo, nitakata kama hivi, nitaichambua. Umeona haya, nitaenda kuisuka kama kibutu, yaani nitasuka kama kibutu kawaida. Umeona mimi nimechambua mara mbili. Sawa, tuende kwenye kusuka. Hapa nitachukua kibutu changu hichi, hii nywele ya mteja nimeshika, alafu nitaigawa hivi. Umeona nilivyoshika? Nitaanza kusuka kushoto kulia, nikiwa napishanisha katikati. Umeona vidole vyangu navyopishanisha, kushoto kulia, kushoto kulia. Sawa, nimeweka taratibu kabisa, ili iwe rahisi kuona kwa wale ambao hamjui kusuka. Umeona hii nywele nilosuka hapa. Design hii una uwezo wa kusuka, kwa mfano, passion twist, zile za spring, selfie za spring, jelikali ya spring, kama hii. Umeona navyo twist, iwe kwa nywele aina yoyote, iwe nywele yenye dawa, iwe nywele ambayo haina dawa, vyote vinawezekana. Sawa, so, usukaji huu ni rahisi sana. Kama unaweza tena namba urudie hapa mwanzoni, uangalie jinsi gani nilivyosuka, alafu tutaendelea Kwenye kusuka chini nimekusha kuelekeza, twende kwenye kutwisti upande wa juu. Umana ninavyoitwist hii nywele yangu inahitaji umakini, lakini pia usikaze sana, itabidi urelax. Sawa? Hai, hapa nitarudia tena kusuka chini nimesha kuelekeza. Nitachukua nywele yangu, nitagawa mara, mara mbili kama hivi. Alafu nitaendelea kuisuka kama hivi. Sasa hapa nataka nikwambie, kwenye kwenye kutwist kwenye kutwist hii nywele ya mteja ichambue iingie ndani ya hizi rasta hivi nikiwa namaanisha kwamba nywele haitotokea tokea, tokea ovyo. Pia unaweza kugusa gel nye, nyepesi kidogo, ili kuifanya nywele yako iwe soft. Gel nyepesi ni nyingi, kwa mfano ndo unaanza nunua hata zile afro gel, yani zilelu, kuna zile gel hata za elfu moja zile nyepesi, vyote vinawezekana. Sawa, uta twist kama hivi. Narudia tena, nywele zipo nyingi ambazo unaweza kutumia design hii ambayo mimi nimetumia una nywele za aina tofauti tofauti. Umekwambia kuna passion twist, lakini pia kuna selfie za aunawezekanahi nywele ambayo nimesuka hii, una uwezo wa kuchambua vinywele vidogo vidogo, ukasuka ukasukayni ndogo ndogo, kwa nywele moja hiyo ambayo tumeigawa mara mbili, tulivyoigawa nusu, tutatoa tano na nusu tutatoa tano, maana kwa nywele moja tutatoa nywele kumi, yani vibutu kumi. Sawa? I hope utakuwa mmenisikiliza vizuri. Una uwezo wa kusuka vinywele vidogo vidogo vidogo vidogo, na micro twist wanazisuka mpaka laki na ishirini, laki moja elfu themanini. Itategemea sana na wewe ofisi yako ilivyo, na wateja ambao una dili nao kwenye kutwisti. Nimemaliza, nitamalizia hii nywele alafu mimi nitakachoenda kukifanya, ntaenda kusuka upande wa mbele japokuwa mi mbele nilianza mwanzoni, lakini kwa kuwa halikuwa lengo la hii minyoosho ya stichi, basi ndo maana nikaanza na hizi za ku za twist, sawa. Mbeleni hapa tamalizia hichi kibutu kwanza kimoja. Hii umeona nywele yangu ilivyoishika, hizi zimekuwa tatu. Tachukua ya kulia itaenda kushoto, ya kushoto itaenda kulia, hivi utakuwa unapeleka kushoto kulia katikati, tunapishanisha kushoto kulia katikati, tunapishanisha. Ni rahisi sana, yani sana sana sana, na usisuke kusema mpaka nywele ya mteja inapoishia, kwa sababu uzuri wa hizi rasta za jeli kali ni, ni ina uwezo yani, inavimba inaificha nywele ya mteja hata haionekani, yani ni rahisi sana sana sana, sawa, ya yeah. I hope mtakuwa mmenielewa mtafanya mazoezi na itawasaidia. And then, this is our final touch. Mbele nilisuka vimistari vya stitch, nikiwa namaanisha kwamba una uwezo wa kusuka mistari yako. Naomba nikuonyeshe tu nilivyosuka mistari yangu. Nimeanza kuigea kinywele changu kidogo pande ya mbele, alafu nitakuwa naongezea rasta kidogo tu, na uzuri wa hii nywele ninayosuka hapa, mimi nimetumia ile ile ile ile rasta ya, ya jelikali Ndo ambao nimeitumia hapa. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka, haraka unaweza ukahisi ni mistari ya rust, yani ya, ya nywele tu ya mteja yenyewe. Kumbe mimi ndani yake nimeweka gel kali. Sawa? Yes. Nitaleta darasa special kabisa kwa ajili ya kusuka nywele kwenda kinyume nyume kama hivi. Pia inawezekana, nadhani kwa wale ambao tumejifunza toka mwanzo tayari tumeshajua kusuka baadhi ya nywele kuna stitch na nywele hizo nyingine. Sawa? Yeah. Kwa mimi nitaenda kumalizia hii nywele yangu ya mistari ni, na wewe utaangalia sasa kwenye kuweka style. Style zipo nyingi, nitatuma baadhi ya picha. Unaweza ukaweka kwa mfano zigzaga ya uzi, inawezekana ukaweka zigzaga ya, ya mistari kama hii, ukasuka mibinjio yako yenyewe pia, vyote vinawezekana sawa, yani vyote vinawezekana. Kwa wewe utaangalia urahisi wako. Je, urahisi wako wewe ni upi? Sawa, kusuka mistari au kusuka nanili za uzi au kutokusuka kabisa, kwa sababu pia una uwezo wa nywele ukaisuka kichwa kizima kwa wewe mwenyewe. Angalia urahisi wako ni upi sawa. Basa, mimi nitaishia hapa kwa sababu haikuwa, haikuwa darasa. Tutaandaa darasa special tu kwa ajili ambao mtahitaji hizi cornrows zenyewe kama zenyewe. Asante, naambeni tufanye mazoezi.